Nam hali gani, ndugu msikilizaji? Ni matumaini yangu mzima wa afya, poli na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika stoli fupi, stoli tamu yenye msisimko, kutisha ya kuburudisha. Hii ni Simulizi Tz, langu jina ni Mr. A Romantiki, kutoka hapahapa hapa Simulizi Tz. Tafadhali ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na huu ndiyo mwanzo wa simulizi hii nzuri inayokwenda kwa jina la Utajiri wa Ajabu. Musa alikuwa kijana mdogo wa miaka ishirini na mmoja kutoka kijiji kidogo kiitwacho Mzondola, kijiji kilichozungukwa na msitu mzito uliojaa hadithi za ajabu msitu wa Mwingi wa Giza. Katika kijiji hicho, watu waliishi maisha ya kawaida ya kilimo na ufugaji, lakini waliogopa sana msitu huo. Kwa miaka mingi, wazee walikuwa wakihubiri kwamba hakuna atakayethubutu kuingia kwenye Mwingi wa Giza akarudi akiwa salama. Walidai kuwa ndani yake kuna mapango ya wachawi, sauti za loo, zilizolaaniwa na mti wa kale unaosemekana kuwa una uwezo wa kutoa utajiri mkubwa, lakini kwa gharama kubwa mno. Musa alikuwa kijana yatima. Wazazi wake walifariki kwenye ajali ya moto miaka kumi iliyopita na akaishi na bibi yake mzee, Bibi Zena. Waliishi kwa shida sana, walikula ugali na majani ya matembele kila siku. Ndoto ya Musa ilikuwa moja tu, kupata maisha bora kumtoa bibi yake kwenye mateso. Siku moja, baada ya kuona mateso ya bibi yake aliyekuwa mgonjwa na hana dawa, Musa alichukua uamuzi wa kijasiri, kuingia ndani ya mwingi wa giza kwa lengo la kutafuta utajiri wa ajabu. Musa alitayarisha chakula cha siku moja, karatasi ya ramani aliyochora mwenyewe kwa makisio, na mshumaa mmoja. Usiku ulipofika akiwa na machela mkononi akaondoka kimya kimya kuelekea msituni. Alitembea kwa zaidi ya saa mbili ndani ya giza totoro na kisha ghafla upepo mkali ulianza kuvuma. Miti ililia kwa sauti isiyo ya kawaida na miale ya mwanga wa ajabu ikaanza kuangaza juu ya kichaka fulani. Mbele yake palijitokeza mlango wa mawe uliokuwa umeandikwa maandiko ya lugha ya kale aliyowahi kuona tu kwenye maandiko ya wazee: utajiri wa milele upatikanao kwa walio tayari kutoa kilicho chaguo. Musa alisita, lakini moyo wake ulishaamua kuingia. Ndani ya mlango kulikuwa na pango kubwa lililokuwa na sanamu za dhahabu, almasi ziking'aa ukutani na vyombo vya kale vya fedha. Kila hatua aliyopiga ardhi ilitetemeka, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinamwangalia. Kisha sauti nzito ya kiumbe kisichoonekana ikamjia, unataka utajiri, kijana wa Mzondola, una nini cha kutoa? Musa alitikisa kichwa, akasema kwa ujasiri, naweza kutoa chochote ili mradi nipate utajiri na kumponya bibi yangu. Ghafla sanamu kubwa ya kike ilianza kuzungumza. Basi toa damu ya kitu unachokipenda koliko vyote. Utajiri utakuwa wako. Musa alishtuka. Alichokipenda zaidi ni bibi yake. Alikataa. Akaanza kutembea nyuma. Lakini pango likafungwa. Akarudi mbele. Sanamu ikasema tena. Toa kitu kingine lakini ujue utajiri huu si wa bure. Utakupatia kila unachotamani, lakini kwa miaka saba tu. Kisha roho yako itakuwa yetu milele. Musa akakubali, kwa kuwa alikuwa tayari kujitoa sadaka kwa maisha ya bibi yake. Alisaini kwa damu yake kwenye jiwe la kale alipotoka msituni. Siku iliyofuata, Musa alipata simu kutoka kwa mtu asiyemjua. Mtu huyo alimtaka afike mjini kuchukua mzigo wa fedha kutoka kwa mfadhili asiyejitangaza. Mambo yakaanza kubadilika. Musa akanunua gari, nyumba kubwa kwa bibi yake, bibi yake akatibiwa na kupona kabisa, akafungua biashara kubwa ya maduka ya vifaa. Alikuwa tajiri mpya kijijini, mwenye nguvu na heshima. Vijana wakamwita mfalme wa Mzondola, lakini ndani yake kila usiku alisikia sauti ile ile ya pangoni ikimkumbusha miaka saba inahesabika. Mwaka wa sita ulipofika, Musa alianza kupata ndoto mbaya. Aliona miili ya watu ikichomwa moto, loo zikiita msaada, na yeye akiwa kiongozi wa kivuli. Alipomwambia bibi yake, bibi yake alimuuliza Musa, ulitoa nini ili kupata haya yote, Musa hakuweza kujibu. Mwaka wa saba ulipowadia, mvua haikunyesha, mzondola wateja wake wakapotea. Mwaka wa saba ulipowadia, mvua haikunyesha, mzondola wateja wake wakapotea, biashara zikafa na kila mtu alianza kumtoroka. Usiku mmoja, alitembelewa na sanamu ile ile, lakini sasa ikiwa na sura ya binadamu. "Wakati umefika Musa, njo urejee kwetu." Musa alilia, akapiga magoti, akaomba, "Naweza kulipa kwa njia nyingine yoyote? Tafadhali." Sanamu ikasema, "Unaweza. Kuna kijana mwingine kama wewe anayetamani utajiri, mlete hapa na tutakufuta kwenye uloza yetu." Musa alikumbuka kijana mmoja wa kijijini aliyeitwa Baraka, aliyekuwa yatima na maskini kama alivyoanza yeye. Akapambana na nafsi yake, aumize mtu mwingine au akubali kwenda jehanamu ya milele. Siku moja Musa alimwita Baraka na kumwambia kuhusu utajiri, lakini wakati wa kumpeleka msituni moyo wake ulimsuta. Alimkumbatia Baraka na kusema, usifanye makosa niliyofanya, utajiri huu si wa kweli, una gharama isiyolipika. Musa alikwenda mwenyewe pangoni akakutana tena na sanamu. Akasema kwa sauti, chukweni roho yangu, msitaki kuharibu maisha ya mwingine. Sanamu ilitabasamu kwa mara ya kwanza. umeonyesha thamani ya kweli ya moyo wa mwanadamu. Huo ndiyo utajiri halisi. Huru kwa milele. Pango lilitoweka, msitu ukawa wa kawaida. Musa akarudi nyumbani akiwa maskini tena, lakini sasa mwenye amani ya kweli. Huu ni mwisho wa simulizi hii nzuri. Simulizi tamu na yenye mafunzo ndani yake. Si kila utajiri ni baraka na si kila maskini ana raha. Mafanikio ya kweli hujwa kwa uvumilivu, moyo safi na maamuzi ya hekima. Chunga katika maisha yako. Tengeneza leo kwa manufaa ya kesho.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 Inakuja simulizi tamu na bora kabisa kutoka hapa hapa Simulizi Tizi. Asante na kwa heri.